Itakuwaje katika jaribio hili la mpira wa kutengwa mechi ya mwisho dhidi ya Klak, ligi kuu ya Malawi. Uchizizunga alifunga bao umejazo ndani, unachezwa kwa kichwa na Muhammad Hussein set up, anza kuiweka, lakini amekotena, amekwenda kudokoa, na wanajibu kwa counter attack, wanaondoka kwa haraka, ni pakom zuzo wa drive show, pakom zuzwa, Pakom katika nafasi, Dube off target Ona tofauti, atafouti puis jube Mpumelelo pasi, alipitishiwa mpira lakini aliudhibiti mpira, ulikosa target alivyopiga. Chikoko alijitahidi kunyosha mkono wake na mpira ukaenda zake nje. onesha kwamba ilistahili kuwa kona, lakini mambo yako tofauti. Kuna shura ndogo hapa e, kuna kikao kidogo kabisa cha dharura katika safu ya ulinzi ya Silver Strikers, lakini kwa mzuzwa ameonesha ile hatari yake. Mpaka sasa ni jaribio ambalo alipitishia mpira Dube naye akaupiga na hili ndio shuti ambayo lilinyosha kwa mguu wake la kulia likenda kula chuma na kurejea tena nane paka wa Mzuzwa, moja ya, ya watu hatari anapokuwa katika pitch. Nyota wa kimataifa wa Ivory Coast, akiunda kikosi cha Elephant, ametiwa katika machera anasindikizwa nje kwa msaada wa machela. Hili ndio bao pekee la mchezo mpaka sasa, ni Dixon Job alikwenda moja kwa moja akaweka mpira kimiani. Kali, Dixon, Job campaign. Ni mdogo, Yanga ni klabu kubwa mno. Wapo nyota ambao wamemzidi umri, lakini yeye ndio captain Levison Maganzo, nyota wa zamani wa Kamuzu Barracks, lakini kwa sasa kuna Silver Strikers, ndiye ambaye alitolewa nje na hapana shaka anajiandaa kurejea tena uwanjani akianza na, na golikipa George Chikoka. Chikoka George ameondosha mpira ule anakwenda kuweka katika njia, wanapitishwa tena mbele yake zaidi, lakini anakaa imara na jigijara kutoka Dixon Job.